Ya, karibu kwenye tutorial hii hapa tunafanya sculpting. Hapa nitafuta nita kwanza kila kitu, then nita add cube, uh, eight cube UV sphere. Sasa uh, tutafanya tu uh, watu wajue sculpting ni nini na ina itatusaidiaje? Mm-hmm. na scale kidogo hio kubwa kwa sababu nataka details ziwe kubwa kubwa kiasi fulani. Sasa kwenye sculpting ukija hapo, ukaja kwenye sculpting hapa, tayari unaweza kusculpt mpaka hapa, ukafanya hivi umbo lolote unalolitaka hapa, hivi linatokea hivyo. Ila sasa kwenye sculpting, uh, mara nyingi watu wanataka kusculpt vitu kama mtu au nini hivyo. Kwa hiyo sasa ukianza kusculpt mtu Unaona hii inavyokuwa hivyo, hii haitakuongezea details zaidi huko mwishoni. Sasa uh, ambayo inakuwa na details nzuri zaidi ni lazima uweke setting vizuri, ndio uweze kupata details za vizuri zaidi. Sasa utakuja hapa, unakuja kutiki hapa hapa, okay then unakuja hapa sasa. Hapa hivi ni details size Ukiweka saizi ndogo hautapata matokeo mazuri zaidi, ukiweka saizi kubwa utapata matokeo mazuri zaidi, lakini kama kompyuta yako ina shida inaweza kukuletea shida. Tuseme mimi nitaweka arobaini na uh, mbili hata 62 hivyo, labda niseme 62. Alafu hapa hivi subdivide collapse haina shida, unaacha kama ilivyo. Unakuja hapa detail ambayo imeandikwa ni relative detail. Sasa hii relative detail ndio ile ambayo weka mabadiliko hapa hai inaenda tu haikupi, haiendelezi vertices nyingine, lakini ukija kuweka constant details hii, sasa ndio inayotupa matokeo mazuri zaidi, ambayo ukifanya hivi, unaona haitengenezi hai vertex moja moja, unaweza ukaendelea kuongeza mpaka ikafika mbali sana, na hiyo ndio tunayohitaji. mm -hmm. Sasa, sasa tumeshaweka setting vizuri hapa hivi umetiki hapo, umekuja hapa hivi hapa hivi kwenye nani hapa, kwenye hizi nani, umeshaweka ile details vizuri, na ndio hivyo, umeka hiyo ile arobaini na mbili ukaweka constant details, ndio hivyo sasa. Uh, tunakuja kwenye kwa kuna kwenye kuna hizi nani hizi uh, sijui niite brush, sijui ni nini Ziko nyingi sana sasa, uh, nitumie kwa mfano, kwa mtu mimi anapenda kutumia snake hook uh, natumia vitu tofauti tofauti, lakini snake hook inanipa matokeo kwa uharaka zaidi, mfano hii uh, hapa yeah. Sasa kitu kingine hapa hivi hakuna haija kule, huwa tunaweka mira modifier, lakini hapa hivi nakuja kutweak hapa, mira X axis wao as nitakachokifanya huku na huku kitatokea kita namna mm hili -hmm. Sasa cha kwanza tunachokuja hapa kukifanya, uh, na nitakuja kurefusha hapa labda hivyo mm, labda ni sehemu ambayo nitaweka macho, labda hapa macho yataingia hapa mm hivyo -hmm. Tumeshapata sehemu ya macho tayari huku kichwani huku tutamalizia baadaye. Sasa tunavuta pua mm -hmm. Tayari tumeshapata uh, pua, alafu tunavuta hapa chini sasa. Hapa tunatafuta sehemu ambayo tutakuja kuweka mdomo mm -hmm. Mdomo utakaaje? Moja, nisogeze hapa mbele kidogo yep. Hapa hii ndio itakuwa pua. Sasa hapa nitafute. Sasa tumeshapata hizo details za... za ambazo ni muhimu kwenye uso wa binadamu. Unakuja hmm. hivi hapa uh, hivi sasa ni, ni wewe mwenyewe. Sio, kama unataka kutengeneza mtu anakua ndogo, utatengeneza kuwa ndogo. Kama unataka kuwa kubwa ni au pangiwe una flow vile wewe una, unaona inafaa. mm -hmm. So tumeshaipata hiyo. uh, sasa hapa mdomo unauhitaji hasa mdomo kwenye, kuna kitu ambacho huwa kinanisaidia kuchora mdomo vizuri hapa kwa hiyo ukichukua hii unakuja kuchora mdomo pale unapotaka uwe. Kwa hiyo nitafanya, ukifanya hivi utaona kama vile inaanza kuchimba kwa mbali hivyo mm -hmm. Kwamba hapa sasa ndio mdomo utakapo utakapokuwepo. Hii hapa inasaidia hata pia, kwenye kuna baadhi ya sehemu za macho itakusaidia kuziweka sawa mm -hmm. Sasa hapa ngoja kwanza niipandishe juu, kwa sababu kuna hizi line line, sipendi kuziangalia sana uh, j mpaka uh, hapa uh, nirudi tena kwenye uh, sculpt mode. Sasa hapa nitarudi kwenye hii hapa Draw. Draw na kisha iko kwenye plus, then nitaanza ku kuvuta nje hii sehemu ambayo ndio itakuwa ni ya mdomo, na hii sehemu ya mdomo wa chini mm. labda namna hiyo hivyo, yeah. mm. so uh, kwa hiyo narudi kwenye snake hook yapa yapano. Uh, nachotaka nipandishe kidogo hii, niachie space kidogo hii sehemu ya pua ya mdomo. Uhum. Kama hii hapa nataka isogee mbele kidogo kiasi fulani mpaka hapo, na hapa hivyo pia. Hapa kwenye labda hapa nitataka kupaingiza ndani kiasi fulani. Sasa huku sehemu nyingine labda kwa sababu nataka kuwe kuna trans, kama nini transition inakuja kwenye smooth, nita smooth huku pembeni huku ukupen. Uh -huh. Sasa kwenye kutengeneza mdomo huwa kuna kuna mbinu zake pia uh, ili mdomo huwe na shepu ya mdomo kweli uh, Je, ni uweke kuna uzito fulani uwe nao kwanza. Eh hey, umekuwa mrefu okay. Uzito fulani uwe nao alafu um, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo sasa kwenye mdomo kuna tunarudia kwenye ile ile hii hii hapa. Sasa hii mdomo tulikuwa tunaingiza ndani, saa hivi nataka niitoe nje, kwa hiyo nita plus um, kwa hiyo kuplus hapa itanisaidia ku, kuchora hii shape ya, ya mdomo ambayo inakuwa hizo nini, lips vizuri, na huku chini hivyo hivyo, labda hivi yep. Mpaka hapo labda, tunazileta mpaka huku, tunakuja kuzikutanisha na hii huku. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza ukatengeneza hizo uh, lips kirahisi. Hivyo sio hata jambo gumu sana. Kwa hiyo oh, nije kwenye pua uh, sn. Okay. Mm-hmm. Nije kwenye hii shep sasa ya ya pua, sijapenda uh, ilivyokaa. Nitaleta hapa hivi then hivi hivi Hmm. Hii kwa hiyo hii posti ya kiarabu okay. Kwa hiyo mpaka hapo hivi tunakuwa tumeshapata nani mambo mengine unaweza kuja kuya, kuya fix wakati wa kurimesh k okay. Sasa nirudi nichukue hii hapa Sasa tunachoenda hapa hivi, pua tumeshapata shape yake kiasi fulani, labda kama una in case, labda unahitaji ku yale matundu yake hapa ya hivi, unaweza paja ku miners hapa, ili kupata matundu hayo ya pua, lakini mambo mengine utakuja kufix kwenye urimeshi zaidi. Alafu hapa tuta plus ili toke nje

Hapa haya, yeah, mm-hmm. ah, yeah. So kwa upande wa pua hapo nitaishia hapo sasa hivi labda ni... nitakacho nitaka... kukichola ni hii kwa kutumia hii crease, ni, ili nichole zile, uh, nini wrinkles za usoni, kwa hiyo nita minus hapa natokeaga kwenye usawa huu wa pua hapa hivyo, mm -hmm. Unakuja labda zinakuja mpaka usawa huu wa mdomo mm -hmm. Alafu hapa nitakuja kwenye hii, itakuwa ni plus, kwa hiyo tutaongeza ongeza huku mm -hmm. Namna hiyo, okay. Na hapa hivi pia natamani ku crease kidogo hii uh, hapa hapa. mm -hmm. tunakuwa tumeshapata hiyo. uh, kitu kingine, waja turudi kwenye snake hook. Kuna kitu cha kutengeneza hapa faster, shingo hii. Shingo inabidi ni nibonyeza ah. hii sorry. Kwa hiyo hii hapa hivi ninachotaka nitoe ni shingo hapa. Mm -hmm. Kwa hiyo nitaitoa hapa namna hiyo. Mm -hmm. Ndio uzuri wa ile constant detail. Relative detail huwezi kupata kitu kama mm hiki -hmm. So hivyo uh, So, leo sita sculpt sita huko kwenye mwili, nitakomea hapa kwa sababu swala ni uelewa, na mpaka hapo hivi utakuwa umeshapata uelewa kiasi fulani kuhusu kuhusu mtu ana sculpt vipi mtu huku. Mm, labda tulete kisogo kiasi fulani. Okay, hapo kutakuwa kuna sikio alafu hivyo. So, uh, tunaingia kwenye jicho sasa. Kwenye jicho inabidi nita adi kwanza, ili niweze kufanya vizuri, nita adi sphere hii hmm. hapa sphere imetokea hapa chini, hapa hii ndio itaakti kama jicho, ili tusaidie kupata sisi shape ya jicho, maana ni ni ngumu kiasi fulani kuipata kui, mm. So nita scale down, nita scale down hapo mpaka hapo mm. Then namba tatu, namba moja afok <laughs> okay. Sio mbaya mimi sijakaa sawa kama nilivyotaka, kwa hiyo ni scale kidogo. Kwa hiyo hapa ndio itakuwa ni jicho letu, ni litoe huko kidogo, ili ndio itakuwa jicho. Sasa tunarudi kwenye hii, tunarudi kwenye ngoja ya kwanza ni, ni, ni, ni smooth kabisa smooth hivyo na pia uh, ili niende nayo sawa ni, stawa, ni add mirror modifier, likiwa na upande wa pili Mirror, alafu hii nita target kwenye hii hapa tutokea upande huu. Kwa hiyo hayo ndio atakuwa macho yetu. Sasa tuna modo jicho litakavyokuwa, kwa hiyo utakuja hapa utakuja kwenye sculpt uh, kwa mimi hapa nitaanza na hii hapa sasa. Nitaanza ku draw hapa ili jicho mm -hmm. Then tuna draw na upande wa chini kidogo. Je, nipunguze radius kidogo mm.

ukitaka huku ndani jicho li, liingie ndani zaidi kama hii modo, itabidi uje uingize baadae, lakini uh, kwa sababu kunakuwa kuna kurimesh ku na nini utakuja nani baadaye, so hapa nitakuja kwenye, nadhani crease iko wapi ile, mbona sioni leo? Hii hapa hii hapa kwa yeah. ah. Ah, sababu uh, yeah. mm -hmm. yeah, jicho linakwaga lina lea fulani hivi sasa. Hiyo lea ndio inayotupa matatizo zaidi. Ngoja kojaniju kwenye draw niweke value ndogo kabisa hapa, alafu niweke minus hia mazingira zaidi kwa wapi? Hii hapa. Kwa hiyo ile nitakuja kuipitisha huku, inipe hiyo, hii hapo, na huku chini pia, hii hapo. so mpaka hapo tayari kiasi yes, fulani. So nirudi kwenye draw hii hapa, natamani anatamani, uh, iko minus, nataka ni plus kwa sababu huyu anaonekana kama ni mzee fulani hivi mm -hmm. Then hata hii hapa pia nitahitaji ku plus kiasi yes, fulani mm -hmm aja ni smooth kiasi yes, flani. Nimeona ina kuna details baadhi ya kija, then tutakuja kuchukua snake hook tena ja niongeze radius iwe kubwa kiasi flani hapa, ili tu natamani jicho liwe kubwa kubwa, yes funny, so uh, mpaka hapa kwa kwapi tena hii hapa tum, tumfanye awe na nani fulani hivi mm -hmm. Kwa hiyo huyu old man tayari hapa mm. Hmm. Hapa hivi una, una ni kuja kuweka tu, unavuta kiasi fulani sikio uh, ukitaka huku kichwani, shape ya kichwa naiacha na hivyo uh, hivyo sasa sikio ingani, ningependa kuadi kitu kipya lakini ponao, ngoja tu nitoe ni, ni, ni, ni sikio hapa hapa, kwa hiyo

fulani la haraka haraka hapa tayari, okay, okay. Nikija kwenye hii hapa kuna minus ili niingize ndani ku, then natoa nje hii hapa kumbemeka upande huu smk ck haya, wesogea hapo, alafu washuka chini kidogo huku. Haya, njoo hivi. Ok, for now nitaishia hapa. sikutaka tutorial kwanza ifike huku kote. So hivyo ndio quickly, ambavyo namna ambavyo unaweza ukafanya sculpting ya, ya kitu chochote kile unachokihitaji. So kwa wale wanaitaka mafunzo rasmi kamili kufanya kutengeneza kitu mpaka kitembee kifanye uh, vitendo nani, kwa sababu hapa hivi ni kusculpt, kuna kurimesh na mambo mengine. So ni cheki kwenye namba hii hapo hivi, likes, comment, subscribe, darasa lipo. O, karibu tena, tukutane wakati mwingine. Hivyo ndio namna ya kufanya sculpting. Karibu.